Katika dunia ya leo, watu wengi huangalia mavazi, magari na mali, wakasahau kitu cha muhimu zaidi: moyo wa utu. Hadithi hii inasimulia maisha ya kijana mmoja aliyeishi maisha ya kawaida kabisa, akidharauliwa kwa umaskini wake shuleni, bila mtu yeyote kujua kuwa damu yake ilikuwa ya kifalme, mtoto wa bilionea mkubwa jijini Nairobi. Lakini kijana huyo hakujali maneno ya watu, hakujibu dharau kwa chuki badala yake alichagua kubaki mnyenyekevu, mpole na mwenye moyo wa upendo. Na katika safari yake ya majaribu alijifunza jambo ambalo wengi hawajui, kuwa urafiki wa kweli haupatikani kwenye utajiri, bali kwenye moyo unaojua kupenda bila masharti. Hii ni hadithi ya maisha, maumivu na mafanikio, hadithi itakayokufanya utafakari kabla hujamcheka au kumdharau mtu mwingine. Karibu kwenye simulizi la kusisimua lenye mafunzo makubwa, hadithi inayokufundisha kuwa mnyenyekevu leo unaweza kuwa mkubwa kesho. Tafadhali subscribe, like video hii na utuandikia unatazama ukiwa wapi, ili tuwe pamoja zaidi na ujiunge na familia ya Simulizi Media 2 korika 5 korika 4, nyumbani kwa simulizi za maisha. Katika kijiji kidogo kiitwacho Nyanda, kulikuwa na shule ya sekondari maarufu kwa nidhamu na maadili, Jipe Moyo Secondary School. Shule hiyo haikuwa na majengo ya kifahari lakini ilijulikana kwa walimu walioweka nidhamu mbele ya kila kitu. Kama ilivyo shule nyingi, wanafunzi waligawanyika katika makundi: wale wa familia tajiri, wa kawaida na wale waliokuwa maskini kabisa. Siku moja asubuhi, mwalimu mkuu, Mwalimu Mativo, alisimama mbele ya wanafunzi wote akasema, leo tunampokea mwanafunzi mpya kutoka kijiji jirani. Naomba kila mmoja awe na moyo wa upendo na ushirikiano. Mwanafunzi huyo alipoingia darasani, kila mtu aligeuka kumtazama. Alikuwa mvulana mwembamba, mwenye sura tulivu na macho yaliyobeba hekima. Sare zake zilikuwa zimechakaa, begi lake limechanika upande mmoja na viatu vya plastiki vimezeeka. Jina lake lilikuwa Kelvin Baraka. Karibu sana, Kelvin, Mwalimu Mativo alisema kwa upole. Kelvin akaweka daftari lake mezani na kukaa nyuma ya darasa karibu na dirisha. Lakini midomo ya wanafunzi haikukaa kimya. huyu lazima anatoka kwao mbali sana, mmoja akanong'ona. Tazama alivyo, hata begi hana vizuri. Walimcheka, wakampiga picha kwa simu, wakamtupa mitandaoni, wakicheka. Lakini Kelvin hakujibu, alikaa kimya, akitabasamu tu. Kila asubuhi Kelvin alikuwa wa kwanza kufika shuleni, alisafisha darasa bila kuambiwa. Alikuwa mnyenyekevu, mpole na mwenye nidhamu, lakini kwa wengine hiyo ilikuwa sababu ya kumcheka zaidi. Wakati wa chakula cha mchana, wengine walikula wali, nyama na soda, Kelvin alikuwa anakula ugali baridi na maharagwe kwenye chupa ya plastiki. Trevor Ochieng, mwanafunzi tajiri wa shule, alimdhihaki hadharani: wewe huna aibu kula chakula kama hicho? wewe ni maskini kweli! Kelvin akatabasamu akajibu kwa utulivu kama njaa imenitoka mimi nimeridhika. Wote wakacheka kwa sauti, lakini msichana mmoja aitwaye Aisha na Liaka alikaa kimya. Alimwangalia Kelvin kwa macho ya huruma na heshima. Aisha alikuwa tofauti, alijulikana kwa moyo wake wa kusaidia wengine. Siku moja, alipomwona Kelvin amekaa peke yake chini ya mti wa mwembe akitazama anga, alimkaribia taratibu. Habari yako Kelvin? Mzuri, Aisha akajibu kwa aibu. Mbona unakaa peke yako kila wakati? Wengine hawapendi kukaa na mimi, lakini niko sawa. Aisha akatabasamu akasema, basi mimi nitakuwa rafiki yako, tutaongea kila siku. Kuanzia siku hiyo, urafiki wao ukaota mizizi. Walianza kufanya kila kitu pamoja, kusoma, kula na hata kufanya kazi za shamba la shule. Lakini maneno ya kejeli yakaenea, Aisha anaenda na maskini atakuwa kichekesho naye hivi karibuni. Aisha hakujali, aliona ndani ya Kelvin utu wa hali ya juu, hekima na upole ambao haukuhitaji pesa kuthibitishwa. Lakini Kelvin alikuwa na siri nzito. Hakuwa mtoto wa kawaida, alikuwa mtoto wa bilionea mkubwa wa Nairobi, Bwana Harrison Baraka, mmiliki wa kampuni ya Baraka Holdings, kampuni yenye majumba, mashamba na benki kadhaa. Miaka miwili kabla, baba yake alimwambia Kelvin, umeishi maisha ya kifahari tangu kuzaliwa. Lakini pesa haziwezi kukufundisha nani anakupenda kwa moyo wa kweli. Utakwenda kijijini uishi maisha ya kawaida kwa mwaka mmoja. Usiseme wewe ni mtoto wangu. Nataka ujifunze urafiki wa kweli ni upi. Kelvin alikubali. Alijua ilikuwa changamoto ngumu, lakini yenye maana kubwa. Shuleni, mateso hayakuisha. Wanafunzi walimkejeli kila siku wakimwita maskini wa mjini. Wengine walimfanyia mizaha na kumwaga chakula chake. Alibaki kimya akiweka nguvu yake yote kwenye masomo na heshima. Siku moja walipopewa kazi ya kundi la sayansi, hakuna aliyemtaka Kelvin kwenye kundi lao. Ni Aisha tu aliyesema, "Mwalimu, Kelvin ataingia kwenye kundi langu." Darasa likacheka lakini Mwalimu Mativo akasema kwa sauti kali, "Aisha amefanya vyema." Hiyo ndiyo maana ya ushirikiano. Kazi yao ikawa bora kuliko zote. Kelvin alishangaza kila mtu kwa akili yake ya kipekee. Mwalimu akamuuliza Kelvin, una ndoto gani? nataka kugundua njia ya kusaidia familia maskini kupata umeme bila gharama kubwa, alijibu kwa unyenyekevu. Darasa lote likacheka, ila Aisha na mwalimu walimwangalia kwa heshima ya dhati. Baada ya wiki kadhaa, shule ilitangaza mchango wa kununua madawati mapya. Wanafunzi wote walileta pesa zao, wengine wakijisifu. Kelvin alileta shilingi ishirini ishirini. Trevor akasimama na kusema, mwalimu, huyu Kelvin anatudharau, hatuwezi kununua dawati kwa shilingi ishirini. Darasa lote likacheka. Kelvin akainama na kusema, sina kingine, lakini nimetoka moyoni. Aisha akasimama akasema kwa ujasiri, si pesa zinazoamua thamani ya mtu. Wengine wanatoa kidogo, lakini kutoka kwa moyo wa dhati, hiyo ndiyo sadaka inayopendwa na Mungu. Darsa likatulia kimya, wengi wakaona aibu, lakini Trevor akageuza macho na kuondoka kwa majivuno. Siku zilisonga, Kelvin Baraka aliendelea na maisha yake ya kawaida shuleni Jipe Moyo Sekondari. Wakati wengine walicheka na kujivunia mavazi mapya, yeye aliendelea kuvaa sare zile zile zile zilizochakaa. Lakini jambo moja halikubadilika, tabasamu lake na moyo wake wa upendo. Mwaka wa masomo ulipofika katikati, shule ilitangaza mashindano ya kitaifa ya sayansi. Kila shule ilipaswa kuleta mradi wa ubunifu. Aisha, akiwa na imani kubwa kwa Kelvin, alimsihi waingie pamoja. Kelvin, nadhani tunaweza kushinda ule wazo lako la umeme wa bure kwa vijiji, tufanyie kazi. Sawa. Aisha akasema kwa sauti ya upole, tutajaribu kadri tuwezavyo. Kwa wiki kadhaa walikaa usiku kucha kwenye maabara ya shule wakitumia vifaa vya zamani. Wengine walicheka, mnadhani mtashinda kwa kutumia waya wa baiskeli na taa za betri? Lakini Aisha na Kelvin hawakujali, walijua wanalenga ndoto kubwa Siku ya mashindano ilifika. Wanafunzi kutoka shule mbalimbali walijaa uwanjani. Majaji wanne wa kitaifa waliwasili na kuanza kutembelea kila banda. Kelvin akiwa na Aisha walionyesha mradi wao waliouita Mwanga kwa Kila Mtu, mfumo wa umeme wa jua uliotengenezwa kwa vifaa vya kutumika tena. Majaji walishangaa sana. Hii inafanya kazi kweli? Mmoja akauliza. Kelvin akawasha kifaa, taa ndogo ikaangaza kwa mwanga mkali wote wakapiga makofi. Baada ya muda, matokeo yakatangazwa. Washindi wa kwanza wa mashindano haya ni Jipe Moyo Secondary School kwa ubunifu wa umeme wa jua wa gharama nafuu. Wanafunzi wote wakashangilia, lakini cha kushangaza, wakati shule nzima ikishangilia, wanafunzi wale waliokuwa wakimcheka Kelvin walikaa kimya, wakiwa wamejawa na aibu. Trevor akamwangalia kutoka mbali akinyamaza. Kwa mara ya kwanza aliona kuwa yule maskini alikuwa na akili na ujasiri kuliko wengi wao. Wiki moja baadaye, barua kutoka kwa wizara ya elimu ilifika shuleni. Mradi wa Kelvin na Aisha ulikuwa umechaguliwa kuwasilishwa Nairobi katika jukwaa la kitaifa. Mwalimu Mativo akawaita ofisini kwake. Kelvin, Aisha, mnatakiwa mwende Nairobi wiki ijayo. Serikali inataka kuona mradi wenu. Mtakuwa na safari maalum. Kelvin akabaki kimya kwa muda, macho yake yakijaa ya mawazo. Mwalimu, je, itakuwa sawa kama nikamwambia baba yangu kuhusu safari hii? Bila shaka mwalimu akasema. Kwa nini unaniuliza hivyo? Kelvin akatabasamu tu bila kutoa maelezo. Siri yake ilianza kumchemsha ndani. Siku ya safari ilifika. Basi dogo lililokodiwa na shule liliwasafirisha wanafunzi kwenda jijini Nairobi. Kelvin alikuwa amekaa nyuma karibu na dirisha akitazama mandhari yanavyopita. Aisha alikuwa kando yake akisema kwa furaha, Nimewahi kufika Nairobi mara moja tu. Natamani tuone majengo marefu yale. Kelvin akatabasamu, Utaona zaidi ya unavyotarajia. Walipofika Nairobi, walipokelewa kwenye hoteli nzuri. Aisha alishangaa, Hoteli hii ni ya kifahari sana. Nani aliwalipia gharama hizi zote? Kelvin akasema kwa upole, mtu mmoja tu, anataka tuwe na amani leo. Aisha hakujua kuwa hoteli hiyo ilikuwa inamilikiwa na Bwana Harrison Baraka, baba yake Kelvin. Kesho yake walifika kwenye ukumbi mkubwa wa jiji uliojaa wanafunzi, walimu na maafisa wa serikali. Mgeni rasmi alikuwa Bwana Harrison Baraka, bilionea na mfadhili wa elimu nchini. Aisha na Kelvin walipoitwa mbele kuwasilisha mradi wao, Harrison alisimama ghafla, macho yake yakimtazama Kelvin kwa upendo. Watu wote walishangaa kuona bilionea huyo akitembea moja kwa moja hadi jukwaani. Samahani, kabla hawajaanza nataka kusema jambo, alisema kwa sauti kubwa. Kijana huyu ndiye mwanangu Kelvin Baraka. Ukumbi mzima ukapigwa na butwaa. Wanafunzi na walimu walishika midomo yao kwa mshangao. "Mtoto wa bilionea? Haiwezekani! huyo ndiye tuliyekuwa tukimcheka?" Kelvin akainama kwa heshima. "Ndiyo baba, mimi ni mtoto wako, lakini nilitaka kujua nani anaweza kunipenda bila kujali pesa." Harrison akamkumbatia mbele ya wote, machozi yakimtoka. "Umejifunza zaidi ya nilivyotarajia mwanangu, na umenionyesha kwamba utajiri halisi ni utu, si mali." Aisha alibaki akishangaa, ya machozi yakimtiririka. Kelvin akamgeukia na kusema asante, Aisha, wewe ndiye rafiki wa kweli niliyetafuta. Uliniheshimu nilipokuwa maskini, uliniamini bila sababu ya faida. Umeonyesha maana ya urafiki wa dhati. Watu wote wakapiga makofi makubwa. Baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakimcheka Kelvin walitokwa machozi ya aibu, wakijikunyata kimya. Baada ya hafla hiyo, Kelvin na baba yake walirudi kijijini Nyanda, wakati huu si kama mtoto maskini, bali kama mfano wa unyenyekevu na hekima. Aliwapa shule misaada ya madawati mapya, vitabu na vifaa vya maabara, lakini alisisitiza kitu kimoja kwa mwalimu Mativo: Mwalimu, sitaki shule iandike jina langu kwenye ubao wa wafadhili, wacha iwe zawadi isiyo na majina. Hata baada ya kila mtu kujua ukweli wake Kelvin alibaki mnyenyekevu yule yule. Aliendelea kuwa rafiki wa Aisha, si kwa sababu ya pesa, bali kwa uaminifu. Miaka miwili baadaye, wakati wa mahafali ya shule, Kelvin Baraka na Aisha Naliaka walihitimu kwa heshima kubwa. Kelvin alipewa tuzo ya mwanafunzi mwenye hekima na nidhamu ya juu. Aisha alipewa mwanafunzi mwenye upendo na uongozi bora. Trevor, ambaye zamani alikuwa adui wao, alisimama hadharani kutoa hotuba. Leo nimejifunza kitu kutoka kwa Kelvin. Wakati mwingine tunawadharau watu kwa kuangalia mavazi yao, tukisahau kuwa mioyo yao inaweza kuwa ya dhahabu. Nawaomba msamaha hadharani. Kelvin akatabasamu, akamkumbatia Trevor. Kila mtu ana nafasi ya kubadilika, ndio maana dunia ina nafasi ya pili kwa kila mmoja wetu. Baada ya miaka michache, Kelvin alisomea uhandisi wa umeme na kutimiza ndoto yake, kugundua teknolojia rahisi ya umeme wa bure vijijini. Mradi wake uliwasaidia mamia ya familia maskini kupata mwanga bila gharama. Lakini zaidi ya yote, aliendelea kuwa rafiki wa kweli wa Aisha, yule aliyemwona akiwa na chochote, wala si kwa sababu alikuwa mtoto wa bilionea. Maisha ya Kelvin Baraka yalikuwa somo tosha kwamba dunia humhukumu mtu kwa sura, mavazi au hali aliyonayo, lakini Mungu humhukumu kwa moyo. Wale waliomcheka kwa umaskini hawakujua walikuwa wanamdharau mtoto wa bilionea, lakini zaidi ya yote walimdharau mtu mwenye utu, heshima na hekima. Kwenye safari yake Kelvin alionyesha kwamba utajiri halisi si pesa, bali moyo unaojua kuthamini watu bila kujali wanachokosa. Urafiki wa kweli hauhitaji mali, unaanza pale mtu anapokuheshimu bila sababu ya faida, na unyenyekevu ndiyo heshima ya juu zaidi ambayo binadamu anaweza kuwa nayo. Mwisho wa hadithi hii unatufundisha kwamba usidharau mtu yeyote, maana kila mtu ana thamani yake, hata kama haionekani kwa macho. Fadhila, upendo na utu ni zawadi ambazo pesa haiwezi kununua, na wakati mwingine wale tunaowadharau leo, huenda kesho ndio watakaotuinua. Kwa hiyo, kabla hujamcheka au kumdharau mtu kwa umaskini wake, jiulize, huenda unamcheka mtu ambaye Mungu amempandisha ngazi juu yako kesho. Usiangalie mtu alivyo leo, angalia moyo wake, maana ndiko thamani ya kweli inapokaa. Kabla hujaondoka, msikilizaji wangu, kama umejifunza jambo kupitia hadithi hii, usisahau kutuonyesha upendo wako. Bonyeza kitufe cha subscribe ili usipitwe na simulizi zetu zinazogusa moyo kila siku. Like video hii, andika maoni yako hapo chini, tuambie ni sehemu gani ya hadithi hii imekugusa zaidi. Washa kengele ya arifa ili kila simulizi jipya litakapowekwa uwe wa kwanza kulisikia. Kumbuka, hapa Simulizi Media 254 na tunakuleta hadithi zenye mafunzo zinazogusa moyo na kukufanya utafakari kuhusu maisha. Kwa hiyo endelea kutazama, kusikiliza na kujifunza. Maisha ni hadithi na kila hadithi ina somo lake.